Rais wa Kameruni Paul Biya ameibuka mshindi tena katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 12, kwa mujibu wa matokeo rasmi yaliyotangazwa na Baraza la Katiba. Taasisi hiyo imesema Jumatatu kwamba kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 92 ambaye ameongoza taifa hilo toka mwaka 1982 amepata zaidi ya asilimia 53 ya kura na hivyo kupata muhula mwingine wa urais. Hata hivyo tangazo hilo limekuja huku kukiwa na machafuko na maandamano katika maeneo kadhaa ya nchi ambapo waandamanaji walikabiliana na vikosi vya usalama wakipinga matukio yaliyoyataja kuwa ni yasiyo halali. Taarifa zinasema kuwa watu wasiopungua wanne wamepoteza maisha katika vurugu hizo. Vyama vya upinzani vimeendelea kudai uwazi zaidi katika mchakato wa kuhesabu kura vikisema kuwa kulikuwa na udanganyifu na matumizi mabaya ya rasilimali za umma wakati wa kampeni. Rais Paul Biya ambaye ni mmoja wa viongozi waliohudumu madarakani kwa miaka na mikaka amekuwa akikabiliwa na ukosoaji wa ndani na nje ya nchi kutokana na utawala wake wa muda mrefu, changamoto za uchumi, na migogoro ya kisiasa katika maeneo ya kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa taifa la Cameron. Ushindi wake unamaanisha kwamba rais huyo mzee zaidi duniani ataendelea kuongoza nchi hiyo ya Afrika ya Kati, huku wadadisi wa, wa masuala ya siasa wakitilia shaka hali ya demokrasia na mustakabali wa taifa hilo.